Akasema utabaki na mimi hapa haya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box Maxi anakataliwa, tar zuzwa. Usijichekeshe Yanga hawachekeshi, kanyaga fukia, fukia mbinguni, nipako mzuzwa anawanyanyua tena wananchi, anawanyanyua Young Africans. Ulikuwa linatengenezwa shambulizi, akajaribu kuupiga lakini tazama kilichokuwa kinaonekana kwa upande wa Simba, walikuwa wanadhani kama ameotea hivi, lakini mtego wa kuotea ulikuwa umezuiliwa na mmoja kati ya walinzi ambaye alimuweka salama. Maxim Pianzengeli akacheza golikipa yule, ulipunguzwa kasi akaupikia Maxim pia Nzengeli, mkono juu. Nabi Keita lakini wakamwambia siyo, mwendo wa mateka. Profesa anaweka.